Tofauti anavyofanya kazi na wanadamu nukta Ni muhimu sana kujua kutofautisha na jinsi ya kuenenda naye nukta Namba moja kujiliwa au kushukiwa na Roho wa Mungu nukta Mbili Roho wa Mungu kumtembelea mtu kwa muda na kumwelekeza jambo nukta Unaletewa ufunuo wa moja kwa moja nukta Kitabu cha Samweli wa pili sura ya 23 mstari wa pili. Roho Mtakatifu uh -huh. atufunulie maandiko. Amen. alama za fungua seni. uh -huh. Roho ya Bwana ilinena ndani yangu mkato uh -huh. na neno lake likawa ulimini wangu nukta funga seni uh -huh. Kitabu cha Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 21. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Alama za fungua seni. maana unabii ukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu nukta mkato. Ndio. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu mkato wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Eh. Mtafunga sema. Piga makofi kwa jina la Yesu. Yote yanatendeka kwa kuongozwa hey, na roho Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu.

Ya Roho Mtakatifu anavuketi kwa mtakatifu Amina. Mtakatifu, kumpokea Roho Mtakatifu ni kitu muhimu sana kwake mwamini. Kama hautakuwa na Roho Mtakatifu, wewe ni kipofu, wewe ni yatima. Haleluya kanisa, haleluya Amin. Utaonewa, utachezewa lakini kama Roho Mtakatifu atakakwa atakushukia, wewe si yatima, kwa sababu saizi ameshuka uh, hata kama kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa Roho kwa siri utaijua.